Kwa kinywa chake mwenyewe Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza Bwana kwa ajili ya siku hii njema, na umeifanya wewe, na kila mwenye mwili unamtaka azilete sifa zake mbele zako, maana inatupasa pia sisi wanyofu wa moyo kuinua sifa stahiki mbele zako Bwana. Na katika matukio mbalimbali, yakiwepo ya furaha kama ile ya leo, e Bwana, sifa zetu zikafurike na zikawa ni nguvu yetu ya kutuletea ushindi katika kila eneo. Sante kwa ajili ya wakati tuna majira haya. Sante kwa ajili ya kusanyiko hili takatifu, Bwana. Sante kwa ajili ya wageni wote, watumishi wako, waalikwa katika tukio hili, maana wamekuja nyumbani mwako, nami kama mtumwa wako katika neema yako, Bwana, ulioniweka mahali hapa kwa kusudi lako, tukiona haya yakitendeka machoni petu, ni utukufu na heshima kwako. Tunakurusha wewe sifa na utukufu kwa kuwa umestahili na siku ya leo ukapata kuibariki na kuifanya ifanikiwe kwa ajili ya utukufu wako pekee, uliye mwamba wa wokovu wetu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae pale tulipo, maana tuna ibada lakini ndani yake pia tuna tukio la usajili wa ndoa. Na kama mtumishi wa Mungu na mchungaji mwenyeji wa kanisa hili nichukue nafasi hii kumkaribisha kila mmoja na hebu inua mkono wako, mpe jirani yako mkono, mwambie Mungu akubariki kwa kuja, kwa kuja na kwa kushiriki katika ibada hii. Sasa kwa heshima, maana nitamwachia anayeongoza ibada, nikaona nivema, ni vema nitangulie kusema hili. Karibuni sana Chalinze, sarati, sio leo tu na siku nyingine zote ambazo mtapata nafasi, lakini kwa heshima kabisa nitambue uwepo wa watumishi wa Mungu ambayo inawezekana wapo katikati yetu kama kuna mchungaji naomba inua mkono wako juu wakati huu, kabla tujawaingiza maarusi kuendelea na ibada ya pamoja, maana nao ni sehemu ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi mchungaji alivyosema, wakati huu basi tunaomba tuandalie ule wimbo maalumu kabisa, tuwe tayari kuingiza uh, bwana arusi mtarajiwa katika ibada hii. Kwa hiyo wale wanaohusika tunaomba wakaribie karibu na kisha uh, tutawekea ule wimbo tayari kwa kuingia mahali hapo kata takapokuwa ta, wanaingia tuendelee kuwashangilia sana, kumpa Mungu wetu utukufu. Amen. Amen, amina. Unajisikia vizuri eh? Amen, jina la Bwana libarikiwe. Karibu sana. Safi kabisa, Mungu akubariki sana. Lakini pia tunamtukuza Mungu kwa ajili ya bwana harusi mtarajiwa, ameshaingia mahali hapa wapendwa, ndio huyu hapa, yuko na mpambe wake. Makofi kwa Yesu. Amen. Mara baada ya tukio hili tunaendelea na ibada yetu kama kawaida, na kisha baada ya hilo eneo la kumsifu Mungu wetu. Uh, tutawaleta pia uh, mchungaji ili aendelee na ratiba ya kumleta bi harusi mtarajiwa katika ibada yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi Valerian Damas Mushi, baba mzazi wa binti yangu Mese Valerian, natoa tamko rasmi kumkabidhi binti yangu Mese Chana huwa leo aolewe na John Timothy Mgonja. Vigeregere vingi tafadhali, vigeregere. Sante, tuendelee. Bwana Rusi, endelea pale ukampokee rasmi. Sasa baada ya kukabidhiwa <coughs> Jamani, jifanye kama unashanga. <coughs> Nilikuwa nafuatilia viapo kule Dodoma vya mawaziri vya wabunge, nikachanganyikiwa, nikadhania John naye alienda kuapa. Attention please, navyomwona kama mbunge wa waziri ametekelezea Makofi mengi kwake tafadhali. Basi, kwa nafasi hii, heshima kubwa ambayo nimeona inahusika na kanisa na familia zote mbili, nina mjomba ambaye ni rafiki yangu pia, nimesali naye Kinondoni. Yeye aja hapa mbele amshukuru Bwana kwa ajili ya ibada hii yote, tafadhali. Baba Mungu Mwenyezi, uliyevifanya vyote kwa utukufu wa jina lako, na we uliyeridhia siku hii, na sisi Baba tumashahidi kwamba umetulidhia tuishi, tupate kuona matendo yako makubwa ya ajabu, ibada hii takatifu, ibada ya pekee ambayo Bwana unaenda kuunganisha Joni pamoja na Mese kuwa mwili moja, na ni taasisi pekee ambayo wewe ndi mwanzilishi na ndiye ni msamimizi Bwana. Twakubariki, twakutukuza kwa ajili ya umati huu Bwana, na watu hao waliofika maeneo mbalimbali, tunasema asante Bwana, kwa ibada hii takatifu yenye heshima. sante kwa ajili ya msajili anayesimama kwa ajili ya kuwaunganisha Bwana, kamtie nguvu, kamwezeshe, ukamtie mafuta yako Bwana, yawe juu yake katika huduma hii anaposimama madhabahuni pako Bwana, katika jina la Yesu. Baba wa mbingu na nchi, tunanyamazisha kila elimu na kila kelele na kila mshale ambao ungeweza kutupwa kwenye ibada hii, tunaamuru kapate kunyamaza na kushindwa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa roho wa walimwili. Baba, wewe peke yako akajitukuze, na mwisho wa ibada hii na sherehe zote watu waseme hakika, Mungu umekuwa Mungu wa Mese, umekuwa Mungu wa Joni, umekuwa Mungu wa kanisa la Terasi, umekuwa Mungu wa wote wanaoliitia jina lako. Pokea heshima, pokea utukufu katika jina kula Yesu, Baba tumeomba na kukushukuru, na kanisa liseme Amen. Amen. Sante, mjomba. Ni... sijui kwa nini nasukumwa sasa, tunaongozwaga na Roho. Mtanisamee, mimi sio CCM wala Chadema. Sasa Roho Mtakatifu ameniambia hivi, na kijana yupo wale ambao ameenda shule. Siku moja nimeenda mahali naambia, imba wimbo sasa wimbo huu umekaa kisiasa, lakini ni si kiroho sana, unazungumzia maadili. Naomba please tutaimba hata bila tamia muziki, kama hajui kupiga muziki, lakini tutaimba, Mungu ibariki Afrika. Alafu, tutaimba Mungu ibariki Tanzania. Kwa nini yaliotukia hapo? Mungu ameniambia tumshukuru Mungu, alafu tumwambia Mungu yeye ndiye anayeweza. Tafadhali, Keyboard kama yupo hapa, anisaidie